sana sananikona ujasiri nilimwona mama baa siku hiyo, ni mwasibu alikuwa mbali, alimuonyesha kuoa mtoto takatifu. Baadaye wakasema katibu aje kusoma misaa, akasoma kwa ujasiri, akasema hapa skofu kama akipelekeza tangaza waatokaku. Baadaye likamuiza nini nayumga ya wati akasema wa

yote na Mungu awabariki sote, wale wanaosafiri aweze kurudi salama, wapao malaika mkuu Rafaeli, afikishe salamu. Kuna huyu Christopher, huyu anatumikana kama msimamizi wa safari kie auulu kisha salamu Naanini wale wote waliokowa sadaka na wanaoendelea kuwa sadaka kwa ajili ya kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu siku zote linapaswa lijengwe kiroho na kimwili, kama mlivyofanya kubatiza watoto wenu ya kiroho, na sisi tukipata katika imani tunaendelea kuenda kiroho, na mwingine anafuata kiroho, tukifaulu